Zoezi la uandikishaji wa bima ya afya kwa wote kwa kaya maskini limeanza rasmi katika kata Nsalala, ya Nsalala, halmashauri ya wilaya ya Mbeya, likiongozwa na meneja wa mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF mkoa wa Mbeya. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa zoezi hilo, meneja wa mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF mkoa wa Mbeya Eliudi Kilimba amesema kuwa awamu ya kwanza inalenga kuandikisha kaya masikini, ambapo walengwa watasajiliwa na kupatiwa vitambulisho vya bima ya afya vitakavyowawezesha kupata matibabu kwa kipindi cha mwaka mzima. Awamu ya kwanza hii, baada ya utumbuzi kufanyika, tutawaandikisha leo na kuwapiga picha na kuwapa kadi, lakini kama ndivyo sema, kuna wale ambao yuko kwenye kaya lakini yuko na wale wategemezi wake, na wenyewe hata kama yuko shule, shule haiko mbali hey, aje ndio jamani. Ehe, yani hata kama mwingine labda amesafiri na anaweza kuwepo awepo, aje ndio. Labda yule ambaye hayupo kabisa, alishahama au alishafanya, hiyo ni kesi nyingine. Kama anaweza kufika afike, sababu leo tuna yale majina ambayo tutajina likiwepo na wategemezi wake, basi hawa watu watasajiliwa, watapewa kadi, ambapo watatumika hizo kadi kupata matibabu kwenye hizi hospitali ambazo tunafanya nazo kazi kama, kama mfuko. Sawa jamani? Ehe. Kwa hiyo tutawaandikisha hapa nyinyi na wale wategemezi wote kwa leo ambao tumefika hapa, lakini kama nilivyosema leo tuko hapa, kesho tutakuwepo. Ikitokea bahati mbaya kama mtu yupo yupo yupo hapa, naomba muite, lakini ikitokea ameshindikana, kesho tutakuwepo pale Eh hey, waje tuwaandikishe ili asikose fursa hii ambayo mheshimiwa rais amewalipia. Grupu hili tunaloanza nalo amelilipia lote, halitakuwa na linatoa fedha yoyote, unapokwenda wapi kupata matibabu kwenye vituo hivi vya kutolea huduma ambavyo tunavyo hapa Mbeya, sawa jamani. Kwa hiyo sasa hivi hapa tunamalizia tu kuweka mitambo vizuri, tutakuwa tunawaita mmoja mmoja, tunakupigia picha tunakupa kadi yako na hiyo kadi ni ya kwako wewe. Ndio maana nimesema katika wale wategemezi wako ambao wameainishwa, aje naye apate kadi, kwa sababu kadi yako wewe hata tumia mtu eh, yani kama kwenye kaya, katika kaya ile una watu sita au watu watano, inatakiwa kila mmoja awe na hiyo kadi haitakuwa kaya kadi moja kwa kaya yote. Kwa upande wake mratibu wa bima ya afya wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya Christandus Nchimbi akimwakilisha mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya amesema katika awamu ya kwanza wana walengwa 3900 ambapo atawafikia katika kata zote za halmashauri hiyo. Nitasema hapa au nipo hapa kwa niaba ya mganga mkuu wa halmashauri kwa ajili ya zoezi zima la uandikishwaji wa, wa bima ya afya kwa wote kwa halmashauri yetu tukianza leo na tukumbuke kwamba zoezi hili lilizinduliwa na mheshimiwa waziri wa afya tarehe 26 mwezi wa kwanza kwa niaba ya serikali kwa kutekeleza maagizo ya mheshimiwa rais. Na e, zoezi hili kama unavyofahamu kwamba tuliambali tukopo kwa awamu tofauti, na lakini leo awamu ya kwanza tunatekeleza kwa wale ambao tunasema ni kaya maskini ambao lilishaanza kuanzia Januari 26, lakini kwa Mbeya vijijini basi tunaanza leo na leo tutakuwa katika kata hii ya Nsalala, kama mnavyoona nyuma kwetu ni wananchi ambao tunategemea tutawaandikisha leo na kukamilisha usajili wao na kuwapatia vitambulisho vyao kwa ujumla. Uh, wilaya yetu tunawalengwa kwa awamu hii ya kwanza, uh, tunao walengwa zaidi ya 3900 ambao tunategemea wote tutawafikia katika kata zote 28 kwa kipindi cha wiki hizi mbili. Kwa niaba ya wananchi wa kata Nsalala, Tabu Mwakayonga akatoa shukurani kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan. Namshukuru mheshimiwa rais kwa kutuletea hizi bima za afya bure. Zoezi hilo la uandikishaji wa bima ya afya kwa wote ni sehemu ya utekelezaji wa maagizo ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan yanayolenga kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma za afya kwa gharama nafuu kupitia mfumo wa bima ya afya. Kutoka mkoani Mbeya, Jacqueline Mwangama, Clouds Habari.